Siwezi kubeba mabegi yangu, siwezi. Naitaka haki yangu, nataka na haki ya binti zangu. Mzee Kikala, wewe ni mtu wa dini, hebu usimamishe mzani, alafu usielemee sehemu. Bado sijakuelewa hmm? Ukutaka kunipa nafasi ya kujielezea juu ya chochote zaidi ya kunigonga nyundo tu ya hukumu. nimesema hivi mimi sitoki hapa mpaka nipate haki ya mwanangu Mwamini kwa Hamad. Ama ama nini? Mwamini kaolewa hivyo, ana wazimu? Kwa hiyo ama ama, yani we haki ota kajia usharati <laughs> oh. mm. hey, we vipi, nenda. Yani vitu vingine ni kujifezesha tu mbele za watu eh? haki gani unaotaka wewe jamani, mwenzani, leo mnilete Azam Cola nane nijigwini Gwidu, gwidu, gwidu, lo yangu webari, mbona Mwamini kwa Hamad unamaanisha nini eh? Basi niombe haki ya mwanangu Tabu, ambaye hawezi kujizungumzia. Mama, niache mashunda, nimechoka kupunga na kunyimwa haki. Kila siku ba, ni, kwa, ni, ni, ni, upande wangu tu kwa kuwa unajua bado sikuelewi eh? Unataka kuongea nini kupindisha maamuzi haya Bi Aisha eh? Nataka mwanao Kobisi alipia kosa lake la kumbaka mwanangu Tabu. Hey! Hey! Mama jamani, bubu <laughs> eh? Mbona bubu ataongea? Kaka ngo nachoa, hebu mtoeni baba, mpelekee hafai tena kukaa hapa jamani. Msm, hebu mwache basi hivi, wafanya ni madogo Jamani muone. Ah. Oh. Hey, ila Kobisi ko, unambaka baka bubu.